Siku hii ni ya muhimu sana kwa hivi vyama viwili kutia hati, kutia sign hati ya makubaliano ya ushirikiano katika maeneo mbalimbali hususan eh, maeneo ya kupeana taaluma. Kwa hiyo eh, ni siku muhimu ambayo vyama hivi vimetia eh, sign hati hiyo ya makubaliano ya ushirikiano ambapo sasa eh, mawakili sisi eh, ambao tupo wa serikali lakini pia ambao si wa serikali E, lakini wote e, kwa umoja wetu sisi ni maafisa wa mahakama ambapo tunashughulika e, katika shughuli za kimahakama lakini pia shughuli nyingine mbalimbali e, kama e, legal aid na mengineo e, ambapo unakuta sasa mawakili sisi na vyama vyote hivi viwili vinaunganika katika e, nyanja hizo. Kwa hiyo e, ni kitu muhimu na e, kikubwa katika e, makubaliano haya, moja ni kufanya kazi kwa karibu katika sehemu mbalimbali lakini pili, ambalo ningeweza ni kusisitiza katika vyama hivi ni e, ujuzani wa taaluma yani, kupeana taaluma e, kwa sababu sisi wanasheria hatuwezi kuepuka kupeana taaluma e, kwa hiyo e, vyama hivi viwili vitaendelea kushirikiana katika maeneo hayo na maeneo mengine ambayo e, kama tunavyosema nchi yetu inaenda katika dira ya 2050 na katika dira hiyo e, e, kuna mambo mengi ambayo sisi kama wanasheria hatuna budi kubadilika na kuendana na dira hiyo, na e, tumeongea hapa, kuna mambo kadhaa kama artificial intelligence, lakini kuna e, sheria za uwekezaji zinabadilika, lakini pia kuna mambo ya alternative dispute resolution ambayo nayo yanabadilika, yanaendana na wakati wa sasa. Kwa hiyo hatuna budi e, sisi wanasheria wa nchi hii e, kuungana e, kushirikiana kupeana ujuzi, lakini pia e, kushare experience ambapo E, nia ni nini? Nia sasa e, ni kusaidia taifa letu katika kuhakikisha nguzo za sheria zinaimarika lakini sheria za nchi zinaimarika lakini miongozo ya sheria ambayo nchi yetu inasimamia inaimarika. Ija na umuhimu wa makubaliano haya ni kuweza kuendeleza mashirikiano kwa sababu tunajua kwamba sisi wote ni chama cha kitaaluma, lakini tunajua kwamba TLS ni chama kikongwe wote kinatujumuisha wote na sisi ni memba wa TLS kwa hiyo jambo la msingi ni kuweza kutekeleza na kuweza kuionyesha jamii na serikali yetu kuisaidia kufanya wa mawakili wote ambao ni wa serikali pamoja na mawakili wa kujitegemea kufanya kazi kwa weledi na kusimamia katika misingi ya kisheria. Tunatambua kwamba hivi ni vyama vya kitaaluma na tuna wajibu wa kutoa elimu kwa umma katika maswala mbalimbali yanayohusu serikali yetu na sheria za nchi yetu. Kuna maeneo ambayo tunashirikiana moja kwa moja, na kuna maeneo ambayo tunataka tushirikiane katika kutenda, lakini kuna maeneo ni eneo la public ba, lakini tukiwa na ushirikiano, kuna namna ambayo sisi tunaweza tukafikia kushirikiana ili kuwezesha kutoa mchango wetu ulio bora ambao utaisaidia serikali na utasaidia wananchi kuhakikisha kwamba tunakuwa na taifa ambalo linaheshimu katiba, linaheshimu sheria na linaongozwa kwa mujibu wa utawala wa sheria. Kwa hiyo sisi, kufanya jambo hili lililotusukuma kwanza ni kwamba litaondoa kuogopana na kujenga kuelewana, kwa sababu mnapojenga kuelewana ndipo kunapoleta kuaminiana na mnapoweka misingi ya kuaminiana. Kwa hiyo maana yake mnaweka mfumo mzuri wa kushirikiana katika hatua zote. Kuna hatua za utungaji sheria utekelezaji hatua za mashauri, nimeeleza, kuna mambo ya misaada ya sheria, kesi nyingi tunaenda nazo mahakamani vya typical academic ambao tukikaa sisi public bar tukikaa TLS tukikaa tukikaa wapi? E, tu, mgogoro wa miezi nane miaka nane au tisa, kwa sababu kishaingia kwenye mfumo wa mahakama, mimi ni mamu labda umalize pale ni miaka mitano sita, lakini kumbe mgogoro ule mnaweza mkamaliza kwa miaka miezi miwili au siku tatu kwa kukaa pamoja maeneo ya kushirikiana kama legal aid, tumesema ni maeneo ya kushirikiana, baadhi ya e, e, program za kielimu ambazo zinahitaji ziende kule, kwa mfano mambo ya uragibishi advocacy, eh, hamna. Tunatarajia kuwa na public bar, watu wanaofanya advocacy kuhusu sheria bora, kuhusu utawala bora, kwa sababu they are the same as like us. Sio kama mtu akiwa sheria huko anasoma tofauti na sisi, lakini kukiwa na mtu ambaye tunakwenda katika maeneo yote, tunakuwa proactive mwisho wa siku tutakuwa na taifa ambalo ni salama. Kila Mtanzania atajisikia analindwa na hakuna mtu eh, mkishajenga maelewano hadi kuna baadhi ya mambo mbalimbali yatapungua.